Mzuri sana, si unaweza nisaidia pesheni yako?

Yes. Najua saa hii naweza sound too much. Ah, usiwori. Eh, naona hii wifi yako najua inashika hadi yuko kwangu. Uh, uh, ah, mi natumia tu data si wifi. Yeke password address tu we share. Unajua we are good neighbors. Ah, naweza kuonyesha vile mtu anaweza nunua data takayoo. Hey, eh, man nilikopa 1500 data si chalipa. Naweza kuonyesha hata kama uko na uko unanunua data. Acha nikuonyeshe. Huh? Yes. Angalia hapa.

Si ndio maana anakuomba ni kuwe nazo? Ah, ni neighbors wani hawa. Motivational speaker mko na idea lakini you don't have money for. Eh? Useless neighbors. <laughs>